Wakaiacha sheria yao na kuwaua manabii waliowaonya ili wakurudie, wewe, wakakufuru sana. ishirini na saba. Hivyo ukawatia katika mikononi mwa adui zao nao wakatesa So yao wakakulilia, nao ukawasikia kutoka juu, na kwa huruma zako nyingi ukawapelekea viongozi wa kuokoa, nao wakawakomboa toka mikononi mwao. wow. mikononi nini wow. Shina anasema, lakini amani ilipo patikana wakatenda dhambi tena mbele yao, nawe ukawaacha watiwe katika mikono ya adui zao kwa wa, watawali. Hata hivyo walipotubu binguni na kulilia na kukulilia, ukawasikiliza kutoka mbinguni na kwa kulingana na huruma zako nyingi ukawakoa, maana naona hapa ne Nehemia kwa sababu sasa amechaguliwa amesimama, anamjulisha ame Mungu na hapa tunasoma ya kwamba wakati watu walipokuwa wanaanguka wakimlilia Mungu wakienda Mungu mbele za Mungu wakifunga wakimlilia Mungu alikuwa nawakomboa. Sasa leo hii Mungu wa huruma kwa wachawi tulitoa sadaka kwa sanamu, tulienda kwenye makumbusho, na Biblia inasema kwamba na mtu yeyote asiende kwenye makumbusho, asitoe sadaka kwenye sanamu, na tukaenda huko, kama ni chanzo cha kuleta mafarakano kwenye maisha ya kwetu, Mungu aliyekuwa mbinguni akawezi